Unakumbuka nini eh? Unakumbuka nini mwezi huu wa kumi na moja, mpenzi msikilizaji, unakumbuka nini? Haleluya, haleluya. Haleluya. Naam, mpenzi msikilizaji, inabidi tutuwashukuru waliotuimbia siku ya leo, waliotuongoza katika masomo siku ya leo, wameshatuandaa kabisa, na kuna wale ambao mmeshapanga mwende kanisani kesho. <laughs> Tuachane na chuki, tuachane na vitine, tuachane na vita, na, na, tuachane na umbea umbea, hapa tuachane tuna mambo mengine ya dunia hii. Tueneze amani na matumaini yake Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wake. Yaani, mioyo yetu mioyo itiririke tu, tu upendo tupendane, tufanyie pamoja tutembee pamoja kama familia, na ndoa yako iakilishe hekalu la Mungu, kanisa yako iakilishe hekalu la Mungu, isiwe tu ni nyumba ya viti na ise. Ah, mimi naishia hapo kwa padre Simon Kipruto, tumeachia hapo siku ya leo. Hivyo basi turejelee kipindi chetu upande wa pili huu, msikilizaji lakini... Wana, kwa university wanaondoka mtambuni wakitupisha katika awamu nyingine hicho kinatualika ama kinatukaribisha katika awamu yetu ya mwisho kabisa, kuweza tu kutafakari ya mwezi wa kumi na moja. Mwezi huu wa kumi na moja swali ni je, wewe unakumbukani? Lakini kabla sijajibu swali hilo, ni mjibu dada yetu Masi akiwa maeneo ya Nandi Hills, apo ako tuned in, lakini anauliza Shamba, kesho tutaimba utukufu ama basi nijibu tu swali hilo kwa kusema kwamba wimbo ama e, gloria e, wimbo wa utukufu ama gloria unaimbwa au unasomwa katika dominika zote isipokuwa tu mbili peke yake, dominika za majilio advent na kipindi cha kwaresma. Kwaresma ndio hakuna e, utukufu, lakini pia advent hakuna utukufu. Kwa hiyo kesho ni jumapili ya kawaida katika mwaka wa kanisa wa kawaida, ndiyo tunaimba utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Na lakini ikiwa bado tuko katika kipindi cha kwaresima au majilio, hapana, utukufu hauimbwi wala usomwi, kwa sababu ni kipindi cha toba na maandalizi, si cha shangwe kamili. Kwa hivyo sasa bado hatujafika huo wakati wa, wa kutoa utukufu. Kwa hivyo kesho, amkia asubuhi, wendu uimbe utukufu juu kwa Mungu na amani duniani <laughs> ningekuwa msanii mimi kwisha maneno <laughs> mpendwa wakati ni saa tatu dakika arobaini na tano zimekatika dakika arobaini na tano ndani ya saa tatu na hivyo basi wakati ndio unafika fika tu wakati ndio unafika fika tu mpenzi msikilizaji wa kuweza kuangalia nini kipi unachokumbuka katika mwezi huu wa kumi na moja mwezi huu wa kumi na moja unakumbuka nini mpenzi msikilizaji kuna kipindi mkoi wangu anaitwa Felix Wande ni ni ni brother kwa shirika la la Franciscans, alikuwa ananiambia wakati mmoja, wakati ukisikia ambulance zikilia, hizi ambulance hizi zikilia, hizi zikiita tu eh? zikiwa kwa jirani hizi ambulance zikiwa kwa jirani hizi, sikiliza hizo anatuambia kwamba zikiwa kwa jirani hizo zikilia, zikiwa kwa jirani ni kelele tu hizi, kelele tu lakini, zikililia kwako, huo ndo wakati utajua kwamba eh, unahitaji sala, unahitaji kutembea na wenzako, unahitaji maombi, unahitaji unahitaji eh, mambo yaliyo mazuri tu, ili usije ukajipata katika hali hiyo, mpenzi msikilizaji. Lakini kanisa Katoliki linatupa tumaini, linatupa wakati mwafaka kabisa wa kuweza kuta, kutafakari mambo haya, na hivyo basi leo hii nilikuwa nimepanga tu ya kwamba mwezi huu wa kumi na moja ama mwezi wa Novemba katika kanisa Katoliki, na tuseme kwamba una maana ya kipekee kwa sababu wakati wa kuziombea roho za marehemu ndugu zetu wale wote waliotutangulia katika safari ya imani. Ni mwezi wa tumbo la huruma, ni mwezi wa tumbo la huruma, ndivyo wanavyosema wasemi, ambapo kanisa zima linaelekeza macho yake kwa uzima wa milele na tumaini la ufufuo. Mpenzi msikilizaji, leo hii tunakuwa tunajiuliza ni nini eh, ni nini unakumbuka wewe, unakumbuka nini? sijui utaniambia saa ngapi, lakini wewe unakumbuka nini katika mwezi huu wa Novemba? Ni nini hiki unachokumbuka msikilizaji? Mimi nakumbuka mwezi huu wa kumi na moja, mnamo tarehe kumi na tano eh, saa tatu, saa nne asubuhi nilimpoteza babangu mzazi eh, katika mikono yangu tundo. Nilikuwa nimetokea seminari pale Arusha Tanzania, eh, babangu mzazi tukaonana na akaaga dunia siku hiyo. Nakumbuka tukifika Bungoma alikuwa ameshaondoka tayari, na tulikuwa naye Padri Linus Waswere ndiye aliyekuwa ametupa msaada wa kuweza kumfikisha hospitalini. Hivyo basi, mwezi huu wa kumi na moja unakuwa ni mwezi spesheli sana, ni mwezi wa tafakari kuu sana, ni mwezi naoandika kuhusu kifo sana, ni mwezi naoongea kuhusu kifo mimi mwenyewe binafsi, ni mwezi naojiweka tayari kabisa, na ni mwezi naoombea roho, sio tu za marehemu wote, ila pia roho kwa njia spesheli roho ya marehemu babangu mzazi Bernard Shamba Nandi, nikisema tu Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema apeponi na wenzake. Siku ipo tutaweza kukutana. Kwa hivyo ndicho ninachokumbuka katika mwezi huu wa kumi na moja, mpenzi msikilizaji. Lakini pia kanisa Katoliki limeweka mwezi wa Novemba kama mwezi wa kuombea marehemu, likianza rasmi tarehe mbili Novemba, siku ya marehemu wote, yani All Souls Day na siku hii inafuata mara moja baada ya siku kuu ya watakatifu wote, yaani tarehe moja Novemba kila mwaka. Hivyo basi, hii inatukumbusha kwamba baada ya wale waliotangulia kufikia utakatifu kamili, bado kuna roho nyingi zinazohitaji maombi yetu ili zifikie uso wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana mpenzi msikilizaji, sisi kama wakatoliki tunaungana kwa ajili ya kuwaombea ndugu zetu, ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, na nimesha kuambia kwamba mimi mwezi huu wa kumi na moja nakumbuka sana tarehe kumi na nne nilitoka Arusha, Tanzania, nikaruhusiwa kwenda nyumbani kumuuguza babangu mzazi. Nikifika nyumbani, ujumbe niliorudisha Tanzania ni kwamba ameondoka atuponaye tena, ametuachia mwili tu, roho imeshatoka. Hivyo basi nakumbuka mwezi huu wa kumi na moja sana, maana ndio wakati nilimpoteza babangu mzazi, lakini pia nilimpoteza mamangu wa kiroho anaitwa Josephine Nabatobe, lakini pia nilipoteza rafiki yangu mwezi Disemba anaitwa Bonifas Kundu, yaani baada ya baba ni Bonifas kundu. Baada ya Bonifas Kundu akaja akatokea Mama Josephine Nabatobe, Nabatobe ametokea ametokea Christopher Makenga. Christopher Makenga ametokea, amekuja mseminari. Ezekiel Odanga, Ezekiel Odanga ameondoka, amekuja mkoi wangu. E, Sylvester Opunde Wande ambaye nikianza maisha ya utawa e pale seminarini Kilimambogo alikuwa nami siku zote, akatembea nami nikafika Arusha, akatembea nami nikaenda Ulaya kule Portugal, alisimama nami siku zote, lakini mwisho wa siku ajali ya barabarani pale Sachangwane ikammaliza, mwaka elfu mbili na ishirini na kumi na tisa. Kwa hivyo nawakumbuka sana mwezi huu, ya kwamba ndiyo watu ninaokumbuka sana, msikilizaji. Lakini tukumbuka kwamba Novemba ni mwezi wa kutafakari juu ya ulimwengu ujao. Sisi tutafakari kuhusu ulimwengu ujao, ulimwengu unaokuja mpenzi msikilizaji, sio huu ulimwengu sasa. Na tutafakari pia uhusiano wetu na ndugu zetu marehemu. Eh, tuwakumbuke ndugu zetu marehemu na uhusiano tulionao sisi tunaoishi leo hii na wale walio tutangulia mbele ya haki. Lakini pia kuna kutafakari kuhusu tumaini la maisha ya milele. Eh, tutafakari kuhusu tumaini la maisha ya milele mpenzi msikilizaji. Ni kipindi cha kutambua kwamba sisi ni wapita njia hapa duniani na kwamba tunapaswa kuishi kwa imani, upendo na matendo mema. Tukijiandaa kwa uzima usiokwisha. Hivyo basi ili tuishi tukijiandaa kwa uzima usiokwisha, ni lazima tuingiane tu tu na maneno ambayo Padre Simon Kipruto leo ametuambia kuhusu mioyo yetu, mioyo ya maji ya upendo ya tiririki kutoka kwetu. E, lazima maji ya upendo ya tiririki kutoka kwetu, tukipenda watu, tukihubiri matumaini, tukihubiri upendo, tukihubiri furaha, tukihubiri amani basi hivyo tutakuwa tunajiandaa kwa ajili ya maisha ya umilele. Mpenzi msikilizaji, kuna pia matendo ya ibada yanayohimizwa katika mwezi huu wa kumi na moja, waamini wote ama wasikilizaji wote e, tunaombwa kuhudhuria misa za wafu e, tukihudhuria misa za wafu hiyo ina maana kwamba kwamba na sisi tunawakumbuka sana, na pia kuna wakati wa kutoa sadaka na sala kwa marehemu kwa ajili ya marehemu. Ndiyo maana nawaambia siku zote padri asiende altarini bila nia ya misa. Huu ndio wakati wa kutoa sadaka na sala kwa ajili ya marehemu. Pia kuna nafasi ya kufanya ziara makaburini, sio kufanya tarehe mbili tu. Tufanye ziara makaburini, tutembee makaburini, tukiwaombea ndugu zetu waliotutangulia mbele ya haki. Mpenzi msikilizaji, na pia kuna kuomba msamaha wa dhambi e, indulgence. E, padre Simon Kipruta atakuambia indulgence. E, kuomba msamaha wa dhambi kwa roho za toharani kwa masharti yaliyowekwa na kanisa. Lazima tuwaombee msamaha, maana tusipowaombea, basi hamna atakayewaombea waombee walio tutangulia mbele ya haki ya kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kuwasamehe dhambi zao na waruhusu waonane naye uso kwa uso, waingie katika ufalme wa Mungu mbinguni. aji Mwezi huu wa kumi na moja unatufundisha kuishi tukitazama uzima wa milele. Tuishi tukitazama uzima wa milele. Na pia unatukumbusha kwamba mauti si mwisho, bali ni mlango wa kuingia katika utimilifu wa uzima pamoja na Mungu. Huu ni wakati wa kuimarisha imani, ni wakati wa kuomba huruma kwa waliotutangulia, ni kuishi maisha yenye maadili na matendo ya upendo. Mpenzi msikilizaji, katika kanisa Kanisa linatuambia kwamba tunaomba siku zote ya kwamba Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele, e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina.